Engineko kijana wa miaka 25 anaendelea kutibiwa katika hospitali moja eneo la Busia akiuguza majeraha baada ya mkewe kumchoma kwa maji ya moto. Inaripotiwa kuwa Ishmael Oundoh alimwagiwa maji hayo wakati wa ugomvi na mkewe. Mshukiwa aliyekamatwa awali ameachiliwa kwa dhamana. Jane Cherotich anatuarifu zaidi. Tunapofika hospitalini Brimaxa alikolazwa Ishmael Oundoh, tunampata akiwa na uchungu mwingi inadaiwa haya ni masaibu aliyoyapata mikononi mwa mkewe wa zaidi ya miaka mitatu. Oundoh anasimulia yaliyomsibu usiku wa kuamkia Ijumaa nyumbani kwake mjini Busia. akaanza kunivuruga jia chati nilikuwa kwa sehemu yangu jako, anataka niende penye, nikaenda huko, saa tukavurugana, mi nikamwondokea, nikamwambia kesho nafaa rauke jua kali na hii kazi ya udriver inafaa unaenda with a sober mind Mi nikaenda bedroom mi kulala, ndo nikashtukia sikiti saa nane ya usiku na feel nas, nas, vibaya, sikujua so, ni nini imenipatia, lakini mwili yangu haiko kawaida nikaruka inje. Wakazi na wanaharakati kutoka mjini humo wanaitaka idara husika kumkamata tena mshukiwa mkuu wa tukio hilo, ambaye awali alikamatwa na kisha kuachiliwa kwa dhamana. Boy child anatia bidii kwa maisha analisha ule, in fact, uh, this Ismail ndio breadwinner wa familia yake, wa mama yake na nyanya yake. You can imagine watu wangapi tunaenda kugandamiza wakati Ismail ako kwa kitanda. So, tafadhali, gender based mtu angalilie hayo maneno, hatuelewi ni kwa nini koti iliharakisha na kumwachilia msichana huyu. Healing yake itachukua muda si mtu atatoka kitanda cha hospitali na arudi kazi. Msimamizi wa hospitali ya Brimaxa alikolazwa mwadhiriwa, amesema hali yake inaendelea kuimarika, huku akipata ushauri na saha kutoka kwa wataalamu. Uh, counseling from our professionals. Jen Cherotich chero Runinga ya Citizen Busia.